Kwa hiyo inatakikana kama alivyosema hapa, lil insani an yatadhakkara al maut, akumbuke maut mara kwa mara, na kama tulivyoona katika hadithi, aliye na tabia hii ya kukaa na kukumbuka kifo. Kuna mtu anakaa wala hawazi kwamba atakufa, wala hawazi, lakini Muislam haipiti siku kwamba amekaa alafu akasahau kufa kwamba alijiambia kwa nafsi yake, natoka nyumbani kwangu hapa, nakwenda kutafuta maisha huko, nimevaa nguo yangu, nimefunga kifungo changu kwenye kanzu au shati langu, nimefunga zipu yangu ya suruali yangu, huenda nisijifungue tena hizi zipu, akaja akaifungua mwoshaji. Huenda nisijifungue tena hiki kifungo, akaja akakifungua mwoshaji, yani mwosha maiti. Mwenye umevaa mwenyewe, lakini kuja kuhuliwa Hivi ndivyo inavyokuwa kwa kaa. Kumbuka ili ujue kasoro zako, alafu mara kwa mara uwe ni mtu wa kutubia tubia, kwa sababu hujui mauti anakuja bila gani. Tubu, tubu mara kwa mara, kila dhambi ukifanya dhambi, ikitokea umeteleza jambo, papo hapo omba msamaha, futa hilo, sababu toba inafuta Ila hata kikikujia kwa ghafla kifo chako, ustaraji kwamba utakufa ukiwa umelala kitandani hospitali, ukajihadithia kwamba naweza nikakaa siku tatu nne nikaleta toba nikiwa kwenye mazingira ya mara. Kuna mwingine anakufa, haugui, kalala, hakuamka. Na kuna mwingine ametoka, amepigwa dafrao, pigwa mzinga na gari, kafa. Tunaelewana vizuri kutokea kila mmoja anatembea na ajili yake, fayastaida lidhalika, akayaandalia mauti hayo bila amali salih, kwa yeye kutenda matendo mema, watazawudi lilakhira, na kuchukua zawadi, kuchukua akiba itakayo kusaidia akhira yako. Tazawadu fa inna khaira zadi taqwa, chukueni akiba

Ni nani ambaye zitaridhiwa tabia zake zote? Nani yuko wapi huyu mtu? Mandha lladhi turqa sajayahu kulluha, ni nani ambaye zitaridhiwa tabia zake zote? Ni nani, yaani nani hana mapungufu? Yuko wapi? Hakuna. Akiwa tabia hii nzuri, atakuwa kwa tabia fulani hivo kibaya kwa tabia hii, basi tabia hii fulani mbaya, weza kwa ni mwongo mtu mwema, lakini ana kijiuongo bwana. Ah, akikwambia maneno kumi chukua mawili tayari, chukitabia chake chukije, khuluq hicho bwana. Mashallah, mtu mzuri bwana, lakini bwana, da asengenya. Huyo tayari ni khuluq hiyo, ani hapa ana kasoro hii bwana, apenda kusengenya wazake huyo tayari bwana kana lakini, ah, mambo ya dini huyu hataki kusikia. Lakini tapeli huyu, ana utapeli kidogo u au bwana mashaallah, lakini da, anakula chabo huyu, nyumba za watu hajulikani. Hapa mtaani kuna watu wanajulikana mitaani kwamba huyu ni mzee wa chabo, yaani kuja kwenye dirisha kuchungulia kwake jambo la kawaida, sio mwizi kwa mtaka kuibia basi tukataka kuangalia na kuchungulia vyooni. Yuko kijana mmoja hapa alikuwa na tabia hiyo, sijui sasa hivi kama akajirekebisha. Huyo anaweza akatolewa mshindo mwizi mwizi au mwizi. Haya, na nini? Huyu kazi yake kuchungulia chungulia vyooni, mtu akiingia mwanamke chooni anataka kuchungulia. Ana tabia hiyo, wako watu kwa hiyo man dhal ladhi turda sajayahu kulluha, ni nani ambaye huridhiwa tabia zake zote? Ni nani? Hakuna. Kafal maru nublan an tuadda maayibuhu, imemtosha mtu kuwa ni muungwana pia akawa, lakini ana vitabia vyake vidogo vyenye, vidosari vyake vidogo vyenye kuhesabika. Yatosha mtu kuwa ni muungwana, hata kama atakuwa na dosari zake ndogo maana hakuna siku na kasoro. Kila mmoja ana kasoro zake, ila tu kwamba huambiwi basi ujiachilie hivyo hivyo kwa kuwa kila mmoja ana kasoro zake. Unajitahidi kupambana na tabia yako, kuishindilia nafsi, kujielekeza, kujitoa kwenye tabia hiyo ya kimaumbile ambayo uko nayo, na kwa kumwomba Allah msaada akusaidie, niepushie, niondolee ya rabbana alamin. Tumelewana vizuri hapa, naam? na maimamu wakubwa maimamu wakubwa wa kabisa wa hadithi, wanasifika katika ilmu alhadith, lakini wengine walikuwa wanasifika kwa sifa ya ukali. Yani ukali uko kwenye damu yake ni yani mkali kupitiliza, yani yeye ukimchezea kutoa mbwa tu kuwafukuzia mbwa, akamtumwa aka mbwa awafukuza wamate, jambo la kawaida Umba, anaf, anafungua mba wakimbiza hao, walikuwepo hivyo. Wengine walikuwa wakichapa, akiwapiga wanafunzi nani, watu wazima. Wengine alikuwa akihadithia akisomesha hivi, hataki mtu akae mbele yake, akikaa mtu mbele yake akisema kidogo, natuishia mate. Walikuwepo wakisoma katika sira za ahlul ilm na baadhi ya tabia sana ndio maana wanaambiwa katika adabu za talaba alilm, awe pia na subra juu ya kichochote kibaya atakachokipata kwa mwalimu wake, awe na mazingira ya kusubiri au ausubirishe moyo wake ili astafidi kupitia elimu yake. Kishamju iko hivi, basi subiri, itafika siku na yote uja kwa ustadhi naye Leo utakuwa dhalili, lakini kesho utakuwa ni mtu aziz, utakuwa ni mtu aziz.